Habari, karibu katika mada, ngalia, mada kusu, ya leo na hapo. Tunapenda kuangalia mada muhimu kuhusu vyakula muhimu vya kuzingatia kipindi cha ujauzito. Mama mjamzito kupitia mabadiliko mengi ya kimwili na kisia kipindi cha ujauzito ambapo yanaweza kupelekea changamoto mbalimbali kama upungufu wa damu na magonjwa ya usuli. Sasa leo nakuletea vyakula muhimu vya kuzingatia ili kuepuka changamoto hizi. Utakuwa nami daktari Lenny Komba, ni kuletea mada hii kwa undani. Kama bado ukijiunga nasi basi bonyeza alama ya subscribe utakuwa umejiunga nasi. Kundi la kwanza ni kundi kutoka katika kundi ambalo anatupatia madini ya folic acid pamoja na madini ya chuma. Vyakula hivi ni muhimu, kwani vinahitajika katika kutengeneza wingi wa damu, kuongeza kutengeneza wingi wa damu, lakini pia kupunguza hatari ya kuto kuzaliwa akiwa na mgongo wazi, tunaita spina bifida. Tunapata folic acid pia madini ya chuma kutoka katika vyakula ifuatayo: kwanza, kwenye nyama, kwenye dagaa, kwenye samaki, lakini pia kwenye mboga za majani kama majani ya maboga, matembele, spinach, cabbage, na mboga zingine ambazo zinapatikana katika mazingira yako, lakini pia tunaweza tukapata kwenye matunda kama tango, na nasi na machungwa. Ni muhimu kupata virutubisho hivi, kwani vinasaidia kupunguza tatizo la upungufu wa damu mwilini. Kundi la pili ni madini ya kalsiamu. Madini ya kalsiamu ni muhimu kwa mama mjamzito, kwani husaidia kuimarisha meno na mifupa. Tunapata madini ya kalsiamu kutoka kwenye vitu vifuatavyo, kwanza kwenye vyakula kama samaki, dagaa na nyama, lakini pia kwenye mboga za majani kama majani ya maboga, matembele, spinachi Brokoli, lakini pia kwenye mboga kama mchicha na mboga zingine ambazo zinapatikana katika mazingira yako, lakini pia katika matunda mbalimbali mbali. Kwa hiyo hakikisha umepata vyakula hivi kila siku, yani katika mlo wako kuna makundi haya. Kundi la tatu kuna protini. Protini husaidia katika kujenga mwili lakini pia kuharakisha uponyaji pale mwili unapata changamoto mbalimbali lakini pia huimarisha seli nyeupe za damu ambazo zinapambana na visababishi vya magonjwa mbalimbali au vimelea vya magonjwa mbalimbali. Tunapata protini kutoka kwenye makundi yafuatayo: kwanza, kwa kutoka kwenye dagaa, kwenye maharage, kwenye nyama, kwenye mboga za majani. Hivi ni vitu ambavyo vinatupatia protini kwa wingi. Lakini pia kuna wanga, yani carbohydrate. Carbohydrate tunaipata kutoka kwenye mahindi kutoka kwenye ugali kutoka kwenye ulezi kutoka kwenye mtama uwele, kutoka kwenye ndizi za kuchemsha kutoka kwenye magimbi kutoka kwenye mihogo. Vyakula hivi kwa ujumla husaidia kuimarisha nishati ya mwili na kufanya kazi kwa mwili. Husaidia pia kupunguza uchovu kwa mwili. Tunamshauri mama mjamzito awe anapata sana nafaka ambazo hazijakobolewa au hazijachakatwa sana, mfano ugali wa dona. Kundi jingine tunaangalia madini pamoja na vitamini. Tunapata madini pamoja na vitamini kutoka kwenye matunda muhimu, kama kuna tango, kuna tikiti maji, kuna maembe, kuna mananasi, kuna machungwa, kuna parachichi. Matunda haya husaidia kumpatia mama vitamini pamoja na madini ambazo zinasaidia katika kuimarisha afya ya mama, afya ya mtoto, pia pia ya mama, lakini pia kuimarisha afya ya mtoto kipindi cha ujauzito, lakini pia kuimarisha pia kinga ya mama pamoja na mtoto na kuwaweka katika hali ya kupambana na magonjwa pindi tu yaingia katika mwili wa mama au yaingia kwa katika mwili wa mtoto. Kitu kingine ambacho tuna mama anapaswa kuzingatia ni mafuta safi. Tunamshauri mama mjamzito asiwe anatumia mafuta mengi sana ya kupikia au vyakula ambavyo vina mafuta ya kuganda, kwani vinaweza vikasababisha moyo, vinaweza vikasababisha magonjwa ya moyo kama ugonjwa wa shinikizo la juu la damu, lakini pia kifafa cha mimba lakini pia tunamshauri mama atumie sana mafuta ya mimea kama mafuta ya alizeti na zaituni. Lakini pia kitu cha kuzingatia wakati wa ujauzito, mama anapasa awe anakunywa maji mengi takriban lita mbili na nusu kwa siku, ni sawa na glasi nane. Hii inasaidia kuondoa taka mwilini, lakini pia kuongeza kinga ya mwili, lakini pia kuongeza mzunguko wa damu na mzunguko wa hewa katika mwili wa mama, lakini pia mwili wa mtoto. Jambo jingine ambayo mama anapaswa kulizingatia ni kwamba tumetaja vyakula vingi. Mama anapaswa kuwa na lesho sahihi ya chakula kwa siku ambayo anapaswa kuzingatia. Anapaswa kuzingatia vitu vifuatavyo. Kwenye pete kwa siku hakikisha kwamba kuna wanga, kuna protini, kuna vitamini, alafu kuna folic acid, afu kuna kalisia. Unachagua chakula kimoja kimoja. Mfano, asubuhi unaweza kunywa chai ya tangawizi lakini pia ukanywa na ndizi za kuchemsha. Mchana ukala ugali kidogo, ukala mboga za majani, ukala na nyama au dagaa, lakini pia ukala na tunda. Jioni ukala wali kidogo, ukala na maharage na mboga za majani, ukaweka na matunda kiasi fulani, na ukashushia na kajuisi fulani, shabati moja nzuri na kabisa panyabu, kuziko, nakula kila kitu, jitahidi wa ratiba